Kwanza niwashukuru sana nyinyi waandishi wa habari, niwashukuru kamati ya maandalizi ya Ramadhan Cup, na hii ni kwa miaka kumi na mbili mfululizo kama wanavyosema, ni nini siri ya mafanikio ya mashindano haya kwenda mfululizo? Kwanza tunawashukuru sana aa, Chama cha Mapinduzi ambao ndio walikuwa asisi wa jambo hili, wakati huo unakumbuka, marehemu Masha akiwa na Masha Academy katika viwanja hivi na ndipo tulipopata wazo la kuviboresha na kuvijenga hivi vilivyo leo hii. Ni nguvu ambayo tulitumia kutumia wadau wa michezo, wafadhili kutoka Ujerumani, na tukaanzisha ujenzi wa viwanja hivi ambavyo vinakuwa na facilities zote. Hapa unaongelea mpira wa miguu, basket, volleyball, netball na kila kitu. Lakini huo umekuwa mkakati wetu, tutajenga hivi viwanja, Mungu akitupa wa uhai, karibia kwenye kata zisizopungua kumi, na sasa tunazo kata mbili, tumebakisha kata nane lakini malengo na mafanikio ya mashindano ya Ramadan Cup, kama unavyofahamu, Mwanza imekuwa ni kitovu cha uzalishaji wa wachezaji wakubwa kwenye nchi hii. Ni miaka ya hivi karibuni tu tumeregarega, lakini bado tunao wachezaji wa, wa, wa, wa, hao wengi. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba uh, mwamko wa mashindano ya Ramadan Cup imekuwa ni kichocheo kwanza wachezaji wengi kujitokeza, lakini pia mashindano haya kuwa na mvuto, unaweza kuona umati wa wananchi wanaopenda michezo kutoka uh, jiji la Mwanza wanavyokusanyika kwa wingi mahali hapa kushuhudia mtanange huu wakati wote, toka unapoanza mpaka mwisho. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba mashindano haya ni endelevu. Mimi niliyapokea kutoka kwenye chama na nimeendelea nayo toka nikiwa meya, na Mungu amenisaidia nimekuwa mbunge mara mbili. Sina shaka nitakuwa mbunge tena mara ya tatu, muda sio mrefu ujao. Mashindano haya yataendelea kuwepo na yatakuwa ya kudumu, kwa sababu hiyo ni imani ambayo tunayo na lengo letu ni kuwaweka vijana pamoja ili waendelee kuhakikisha kwamba wanashiriki kujenga afya, kuweka mahusiano kwa pamoja, lakini kuhakisha kwamba wale ambao wana vipaji basi vipaji vinapatikana kutokea hapo. Unadhamini mashindano aina tatu, ndio nguvu hiyo itoa nguvu ya kudhamini mashindano. Kwanza ni moyo, lazima ufahamu kwamba sio wabunge wote wanaweza kufanya hivi na sio kila mbunge aliyekuwepo Nyamagana amefanya hivi. Kwa hiyo kudhamini mashindano, kwanza ni gharama. Unaweza kuona vifaa tunavyotoa, jezi nzuri E, jezi hii huwezi kuikuta Sengerema au Buchosa, utaikuta Nyamagana peke yake. Lakini hii ni matokeo kwamba tunaposema tunacheza Mabula league 4 ligi daraja la 4 wilaya ya Nyamagana, Ramadhan Cup, lakini chuo Challenge Cup, angalia mashindano yote, zawadi tunazotoa, vifaa wachezaji wanavyovaa, ni moyo wa michezo. Na ile mimi hii kazi inayofanya nimetumwa na hawa hawa vijana na Wananyamagana, kwa hiyo nachofanya narudisha kwao, ili na wao waweze kushiriki kwenye furaha hii ambayo tunayo wote. Hongera kwa kuibuka na ushindi. Mchezo kazi kwa kiasi gani mwalimu? Eh, bwana mimi kwanza nishukuru sana. Nishukuru sana sana Mwenyezi Mungu aliye juu maana yake ndio mweza yote. Eh, haya mashindano yalikuwa mashindano mazuri toka mwanzo tulipokuwa tumeanza, sisi ndio timu ya kwanza, timu ya mwisho kuchukua faulu. Afu ni timu ya kwanza kuenda nini, finali, ni timu ya kwanza kuchukua ubingwa, ni kwa mara ya kwanza ii toka timu yanzisho mwaka 2010 ndio naipa nini, naipa taji la kwanza. wajaa kupata point tatu kila siku napoawanashiriki, lakini waliniona wakanichuka wakaja wakaniomba bana, njoo. Njoo tufundishe, kakubali kwamba niko tayari kujifanya kazi na nyie, lakini mashati yangu ni mojabtatu.